Kuna mambo machache yanayoweza itikisa dunia nzima kwa dakika chache tu, lakini leo jina moja limerudi tena katika vinywa vya habari, Iran. Kwa mara ya kwanza, baada ya miaka ishirini, imeshtakiwa hadharani na Shirika la Kimataifa la Nguvu ya Nyuklia IAEA yaani International Atomic Energy Agency, limepitisha azimio rasmi linaloishutumu Irani kwa kushindwa kushirikiana kikamilifu na mashirika ya ufuatiliaji wa shughuli zake za nyuklia. Azimio hili limepitishwa hii leo Juni 12, 2025 kwenye kikao cha bodi ya magavana wa IAEA, yaani Board of Governors of International Atomic Energy Agency, yenye jumla ya nchi 35 kuhusu Irani, ambapo kulikuwa na mwakilishi mmoja kutoka katika kila nchi ya wanachama. Uria katika azimio hilo ni nchi 33 ambapo nchi 19 limeunga mkono azimio hilo. Kwa mujibu wa IAEA, Irani haijatoa maelezo ya kuridhisha kuhusu chembe za madini ya uranium zilizopatikana katika maeneo matatu ambayo haikutaja katika ripoti zake za awali. Hii ni mara ya kwanza kwa Irani kushtakiwa waziwazi na shirika hilo tangu mwaka 2005. Irani kwa upande wake imetoa jibu la haraka kwa kusema kuwa itachukua hatua za kuongeza kasi ya mpango wake wa nyuklia ikiwemo kujenga kituo kipya cha kuimarisha uranium na kuimarisha mitambo yake ya kisasa. Nchi za magharibi hasa Marekani na washirika wake zimeonya kuwa endapo Irani haitatoa maelezo ya kina ndani ya muda mfupi basi huenda ikakumbwa na vikwazo vipya. Kutengwa kimataifa au hata hatua kali za kijeshi au kiuchumi. Mazungumzo ya kidiplomasia yanatarajiwa kuendelea wiki hii nchini Oman, lakini swali linabaki ni kwamba, je, dunia iko tayari kwa kile kilichoaidiwa na Irani? Jina langu ni Caroline Samson wa SAUT Digital.